Labaik Allahumma labaik. Vipi wewe unausikia wito wa hija naam fungua akaunti yako ya hija na umra sasa tukuwezeshe kujiandaa kwa ajili ya kukamilisha ibada hii muhimu ndio usisubiri aanza kujipanga kutimiza nguzo hii leo Amana Bank pamoja katika njia sahihi Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi aladhi rafaa manara din waakrama alummata bisayidi lmursalin wala alihi wa sahbihi wa ajmain amma baad. Watazamaji wa kipindi cha ulimwengu wa Kiislamu, karibuni tena katika kipindi chenu pendwa kabisa kinachokujia katika siku kama ya leo, muda na wakati kama huu Nakusihi tu ungana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati, ili uweze kujua kile ambacho tumekuandalia katika vipande vifuatavyo: ujue Uislamu, tabasamu, tafakari, mada kuu na nukta katika historia. Sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mwenzangu ambaye anampa nafasi aweze kuwasalimia <muchasimu> Bismillahi rahmani rahim assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ala alai wassalatu wasalamu ala sayyidil anbiyai wa alihi wasahbihi wa asfiyai amma baad, langu jina anaitwa Ustadh Mualim Ibn Umar. Endelea kuungana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati ili uweze kujua ni kitu gani tumekuandalia siku ya leo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliweza kuonyesha mapenzi yake na ilivyo. Uh, tupo katika mwezi huu wa mfungo 6 Rabiul Awal, mwezi ambao amezawa bwana, na katika mwezi huu husherekea watu ulimwenguni, sehemu mbalimbali hufanya mawalide, hufanya hafalati mbalimbali kwa ajili ya kutukuzwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na pia vile vile katika nchi yetu hii Eh, bwana mtume huadhimishwa sehemu nyingi sana mbalimbali mbali, na watu huonyesha mahaba yao. Lakini bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kumwambia mmoja katika masahaba zake akiitwa Muadh, alimwambia ya Muadh inni au ana uhibbuka, kwamba mimi ninakupenda. Eh, tukiweza kujiuliza hapo, sahaba huyu baada ya kuambiwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba anapendwa alivuta hisia gani au alipata hisia gani baada ya kuwa ameambiwa na kipenzi cha umma kuwa anapendwa? Yaani vuta picha leo mtazamaji uh, umeambiwa na mkuu wa nchi kwamba anakupenda au anakuweka karibu yake. Picha gani utapata au utakuwa na hali gani wakati umeambiwa na kiongozi yule mkubwa? Kwa hivyo Saidna Muadh aliambiwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa anapendwa. Lakini tukiachia mbali kwa bwana eh, Saidna Muadh alihisi vipi? Ni kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwambii mtu kuwa anampenda isipokuwa zipo tabia ambazo yeye akiziona kutoka kwa mtu yule basi ndio anaweza kumwambia kuwa anampenda. Lakini pia huyu alikuwa ni katika maswahaba ambaye alikuwa akiitwa Muadh ibn Jabal. Katika tabi'in wanafunzi hao wa maswahaba, mmoja katika swahaba wa mtume pia akiitwa Abdullah, Abdullah ibn Mas'ud, yeye alikuwa na mwanafunzi wake eh, ambaye alimwambia kuwa lauraaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam la, wa la ahabbak, kwamba mtume angekuona wewe basi mtume angekupenda. Lakini swahaba huyu akumwambia yule mwanafunzi wake Aya, kwamba anampenda kwa mtume angemuona angempenda tu. A, kuna tabia ambazo aliziona vigezo ambavyo aliviona kwa bwana mtume, kwa vigezo hivi angemuona navyo huyu basi, la ahabahu angempenda. Kwa hivyo inawezekana, sisi mimi na wewe tunaonyesha kuwa tunampenda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini zile tabia ambazo bwana mtume amefundisha na kutuelekeza hatuzifati, hapo tutakuwa tunakwenda kinyume na sunna na mafundisho yake. Ikiwa huendi sawasawa na yale ya mafundisho ambayo bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyafundisha, basi badilika sasa, ili tuweze kuwa kama eh, maswahaba hawa au matabiina, watu wema hawa waliopita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tujalie tu ni miongoni mwa waja wake wenye kusikiliza maneno na kuyafata yaliyokuwa mazuri. Hakuna kama Mtume, si wake wala waume. Hakuna kama Mtume, shika vitabu usome. Amepambika Mtume, wala hapana kinyume. Yangara kama umeme, nuru ya Bwana Mtume. Miskul khitami raisul rusul bulghawfu wazidi wa falme manabii na mitume ya rasulullah ya habib allah, allah. ya nabii allah. allah ya muhammad let yeah. me tell you about a man so great muhammad peace be upon him, no debate the beacon of light in a world so dark his freedom and guidance left a lasting mark yeah tanikuta napotajwa yeye yeah, yeah. yeah. Tabia zake zinanifanya tamani kwa shekha balagha al-ula bi kamalihi kashafa duja bi jamalihi hasanati jamiu khiswalihi sallu alihi wa alihi Kipenzi chetu yeah. Vipi wewe unausikia wito wa hija? Naam, fungua kaunti yako ya hija na umra sasa, tukuwezeshe kujiandaa kwa ajili ya kukamilisha ibada hii muhimu. Ndiyo, usisubiri, aanza kujipanga kutimiza nguzo hii leo. Amana Bank, pamoja katika njia sahihi. Moja kwa moja tutaenda kuangazia kujengwa kwa msikiti e, katika mji wa Madina na mwanzo wa adhana. Kumbuka tu mtazamaji, katika kipindi kilichopita kuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka katika mji wa Makka na kuhamia katika mji wa Madina, na maswahaba ama maanswari hawa walimpokea kwa mapenzi makubwa na kuwakirimu wale wahamiaji waliotoka Makka kuhamia katika mji wa Madina. Hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kupita muda kidogo, alijenga msikiti katika mji wa Madina na ili kuonyesha jitihada na kuwapendezesha watu, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye alikuwa akibeba matofari eh, kujaribu kufanya kazi, akiwaonyesha kuwa watu wasibaki kubweteka tu, hata kama ni kiongozi una daraja namna gani. Hili ni funzo kubwa ambalo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilolionyesha kwa maswahaba, lakini si hivyo tu, ilianzishwa adhana Adhana mwanzo wake, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutaka kukurupuka, aliwashirikisha maswahaba zake kwa kuwataka ushauri. Hivyo maswahaba kila mmoja alitoa ushauri wake. Wapo baadhi walisema kuwa e, ili tuweze kujumuika na kukutana pamoja, basi inabidi tunyoshe bendera iwe kama ni alama kwa wale ambao wako mbali tuweze kukutana, lakini wapo wengine walisema tupige matarumbeta wapo maswahaba ambao walishauri pia e, ipigwe kengele, lakini wapo wengine walisema uwashwe moto katika mlima wa juu ili iwe ni ishara ya e, watu kukutana, kukusanyika kwa ajili ya kufanya ibada. Lakini mmoja katika maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alishauri e, itolewe adhana kwa sababu alioteshwa, e, mtu akimfata na kumfundisha kumtamkisha maneno yale ambayo tunayatamka vile vile katika adhana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaafiki ushauri wake na ndiyo huo ukawa ndio mwanzo wa adhana, na maisha ya mji wa Madina kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakawa ni mazuri kwa upande wake, pamoja na maswahaba zake, kutokana na namna ambavyo alivyokuwa amepata utulivu. Hivyo, mtazamaji, ukitaka kuendelea kufahamu historia na maisha ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usichoke kuungana nasi katika vipindi vijavyo vinavyokujia katika siku kama ya leo. Endelea kuungana nasi mpaka tamati wa kipindi hiki. Na mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu, tupo ndani ya ujio wa Uislamu. Na leo katika ujio wa Uislamu tutakwenda kuangalia alwudhuu Udhu, udhu. Katika udhu kuna masharti yake, masharti ya udhu. Shurutu ludhu tumeambiwa ni arba ya koma, nne. Sharti la kwanza tukaambiwa ni an yakuna lilmutawaddi'u musliman, kwanza awe yule mwenye kutawaza awe ni Muislamu, udhu wake ndio utakuwa unasihi. Mtu awe Muislamu. Lakini sharti la pili tukaambiwa ni an yakuna mumayyiza, awe ni mpambanuzi, awe anajua baada ya kutoka katika viganja inafata kitu gani Mtu yule mwenye kutawadha awe ni mpambanuzi, anajua kipi kinafuata, kipi kinafuatia. Lakini sharti la tatu tukaambiwa ni alla yakuna ala al-adhai wudu'in ha'ilun yamna usul al-ma'i ila al-bashar, kwamba kusiwe na kusiwepo na kitu katika ngozi ambacho kinazuia kufika maji katika ile ngozi. Inawezekana ukawa umejipaka lotion, ukawa umepaka mafuta ambayo yanazuia kufika eh, maji katika ngozi, au umevaa nguo ambayo imekubana yale maji yanazuia e, kufika katika ngozi. Kwa hiyo katika moja ya masharti ya uzu, kusiwepo na kitu katika ngozi ambacho kinazuia kufika maji katika ngozi ile. Lakini sharti la, la nne ni alla yataqida fardhan min furudhihi suna, kwamba asifanye kiungo kile cha fardhi akakiitikadisha kuwa ni kiungo cha suna. Kwa hivyo leo tutaishia hapa katika hizi sharti za udhu. <tune> Naam, karibu tena mtazamaji ambaye unaendelea kutufuatilia, lakini kama ndo unafungulia televisheni yako, kipindi hewani ni Ulimwengu wa Kiislamu. Tupo katika tabasamu tafakari. Tunafahamu kuwa tumo ndani ya mwezi aliozaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wana wazuoni wameelezea kuwa inapendeza zaidi kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, popote utakapokuwa na hili linathibitisha kwa baadhi ya watu ambao wapo wanamtakia rehma na kumsifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mpaka viumbe. Tumekuandalia klipu ambayo inamwonyesha bwana huyu akijaribu kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa eh, na paka wake hem, tujaribu kwenda kumtazama, kisha tutarejea. ya rasul salam alay

Ali. Masha Allah, Masha Allah, tabarak Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Bila shaka mtazamaji, umeweza kutabasamu kutokana na kitendo ambacho bwana huyu e, anakionyesha cha kumtakia rehema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tena anamtakia rehema E, ajabu paka anamalizia kwa kupokea, ni kama mchezo fulani hivi, lakini anapata malipo yake, anapata thawabu zake kwa sababu ya kumtakia rehma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo yeye anasema, mwenye kunitakia rehma mara moja, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtakia rehma mja huyo mara kumi. Kwa hivyo mtazamaji, kitendo kama hiki kikufanye utabasamu. Upande wa kutafakari, namwachia ustadhi maalim. Naam, katika upande wa kutafakari, bwana bwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man salla alayya inda qabri, mwenye kunisalia mimi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kaburi langu, asema sami'tu, kwamba mimi ninamsikia wa man salla alayya na'iyan, na mwenye kunisalia mimi mtume akiwa mbali, huyo anayenisalia ulightuhu zile salamu, mimi nafikishiwa, kwamba wapo malaika ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaeka wao kazi yao wanakuwa ni kuzunguka tu katika vikazi vya khairati, vikazi vya khairi ambavyo anatajwa bwana mtume ndani yake, kisha uchukue zile salamu na kwenda kumfikishia bwana mtume kwamba fulani na fulani wanakuswalia. Kwa hivyo tuwe katika msimu wa kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukithirishe kumswalia bwana mtume, kwani faida ya kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Unafutiwa madhambi kumi unapata thawabu kumi. Ukisema Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, tayari hapo unakuwa umeshapata thawabu kumi na umefutiwa madhambi kumi. Usiache kumswalia bwana mtume Muhammad. Tafakari kupitia klipu, huyo paka anayemswalia bwana mtume Muhammad, alafu wewe umekaa tu, una kazi yote umswalii bwana mtume Muhammad, utakuwa umepata hasara duniani na akhera. Tafakari kupitia maneno haya, lakini pia tafakari kupitia klipu hiyo. Leutoka, sasa. Basi, tabasamu, tabasamu, kisha tafakari. Vipi wewe unausikia wito wa hija? Naam, fungua akaunti yako ya hija na umra sasa, tukuwezeshe kujiandaa kwa ajili ya kukamilisha ibada hii muhimu. Ndio, usisubiri aanza kujipanga kutimiza nguzo hii leo. Amana Bank, pamoja katika njia sahihi na mtazamaji mpaka kufikia hapa, hatuna la ziada. Nikushukuru wewe ambaye uliokuwa nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati. Nakusihi tu usikose katika vipindi vijavyo vinavyokujia katika siku kama ya leo Muda na wakati kama huu ulikuwa nami Al-Habib Musa. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na Ustaz Muallim Ibn Omar. Kwa mawasiliano, maoni, ushauri, wasiliana nasi kupitia namba ama mitandao ya kijamii inaonekana hapo chini ya skrini yako. Wabillahi tawfiq wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.